Kuna breaking news hapa na breaking news hii inahusu jaribio lililofanywa na vyombo vya dola vya Tanzania dhidi ya mwanaharakati Maria Sarungi. Taarifa kutoka nchini Kenya zilizopatikana jana zinaeleza kwamba watumishi wa vyombo vya dola kutoka Tanzania waliingia nchini humo kwa lengo la mlengo, akiwa ni Maria Sarungi. Kwa hiyo makala hii inazungumzia kuhusu hilo tukio linalomhusu Maria Sarungi, lakini pia sehemu ya pili ya makala hii inahusu Askofu Josephat Gwajima. Kuna mijadala mj imeibuka, kufuatia kujitokeza kwake siku ya mkesha wa mwaka mpya. Alifanya sala ibada ya mwaka mpya katika kanisa lake ikiwa ni miezi mitano a, ikiwa ni miezi saba baada ya kupotea kutokana na taarifa kwamba alikuwa akiwindwa na vitu kama hivyo, na mtafaruku ambao ulitokea baada ya yeye kutoa kauli za kupinga maswala ya utekaji. Kwa hiyo utazungumzia kidogo kuhusiana na hiyo mijadala, maongezi ya watu kuhusiana na Askofu Gwajima, nini ambacho wamekifanya, hajakifanya, uh, ambacho kimepelekea mijadala ya aina hiyo. Lakini tuanze na hili tukio la kwanza, uh, breaking news ya kutoka Kenya. Kama ulivyosema jana, zilipatikana taarifa kwamba watumishi wa vyombo vya dola kutoka Tanzania waliingia nchini Kenya na lengo la kwenda huko lilikuwa ni kwa ajili ya, ma ya mwanaharakati Maria Sarungi. Unafahamu Maria Sarungi ni mmoja wa wanaharakati maarufu wakitanzania na kwa sasa makazi yake ni nchini Kenya. Na tukio hili linakumbusha yaliyojiri Januari mwaka huu, kwa hiyo ni mwaka mmoja takriban, mwaka uliopita ilikuwa tarehe kumi na mbili ya mwezi Januari mwaka huu, mwaka jana elfu mbili na ishirini na tano, ambapo lilifanyika jaribio la kumteka nchini Kenya. Kwa hiyo takriban mwaka mmoja baadaye kunaonekana kwamba kulikuwa na jitihada za kufanya jaribio jingine. Sasa hizi taarifa za hilo tukio zimefahamika kupitia kwa mtu mmoja maarufu katika mitandao ya kijamii nchini Kenya. Anafahamika kama kwa jina la Maverick Aoko, jina lake halisi ni Aoko Otieno. Huyu ni mtu maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya. Kwa hiyo alitumiwa ujumbe, na kutokana na umaarufu wake, unajua watu maarufu mara nyingi wanatumiwa taarifa mbalimbali na watu mbalimbali. Mara nyingi taarifa zinakuwa za uhakika uh, wakati mwingine ni taarifa ambazo si za uhakika, lakini taarifa iliyotumiwa ilikuwa inaeleza kwamba, nitaitafsiri kwa Kiswahili kwa sababu ilikuwa kwa Kiingereza, kwamba kuna polisi uh, maafisa wa polisi uh, katika eneo la Kilimani, na hao maafisa wametoka Tanzania na hao maafisa wamekuja kwa ajili ya kumkamata mwanaharakati wa siasa. Um, kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo katika hiyo message inasema kwamba waliwahusisha maafisa wa polisi pamoja na DCI. Huyu uh, ni, DCI ni kama mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wa eneo la Kiambu, uh, kutoka Kiambu, um, na hawa walistahili kuwa off uh, walikuwa walistahili kwa siku ya mapumziko kwa sababu ilikuwa ni Ijumaa uh, lakini kwa mujibu wa taarifa uh, katika hii message iliyotumwa ni kwamba viongozi wa polisi uh, nchini Kenya wamekasirishwa sana na kitendo hiki kwa sababu ya kuingilia uhuru wa nchi, kwa sababu vyombo watumishi wa chombo cha dola cha nchi moja hawawezi kuingia katika nchi nyingine na kutaka kwenda aidha kumkamata mtu au kufanya chochote walichokuwa wamepanga kukifanya, kwa sababu kwa lolote lile, hawa watu kama walienda kwa ajili ya kumfuata Maria Sarungi, dhamira yao ilikuwa sio nzuri. Nafahamu kuwa Maria Sarungi amekuwa mstari wa mbele uh, katika harakati za kupigania haki nchini Tanzania na katika siku za hivi karibuni, imekuwa ni moja ya sauti muhimu sana kupinga uh, uh, mauaji yaliyofanywa kuanzia Oktoba uh, ishirini na tisa. Vile vile amekuwa mstari wa mbele kupinga masuala ya utekaji. Kwa hiyo unaweza kumtaja kama mmoja wa wapinzani wakuu wa Samia Suluhu Hassan. Uh, kwa hiyo inaelezwa kwamba hiki kitendo cha hao maasa wa Uh, vyombo vya dola kutoka Tanzania kuingia nchini Kenya kumewakasirisha sana viongozi wa jeshi la polisi nchini Kenya. Hata hivyo, hakuna taarifa zaidi, taarifa rasmi iliyotolewa uh, aidha na jeshi la polisi la Kenya na well, utarajii kusikia lolote kutoka Tanzania kwa sababu wao ndio waliohusika. Kwa hiyo hii ni taarifa. Maria amesema kuwa yuko salama, alitoa uh, baada ya kupata taarifa hizi alimshukuru huyu Aoko na, na kwa taarifa hizi na akathibitisha kuwa yupo salama. Kwa hiyo lakini, hili si la kushangaza aa, na si la kushangaza hasa ikizingatiwa kuwa Maria yupo Kenya na ni jirani tu kati ya Kenya na Tanzania. Aa, kwa upande mmoja kumekuwa na ushirikiano katika hizi nchi za Afrika Mashariki, hususan Kenya, Uganda na Tanzania. Aa, mnafahamu hata swala la mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi ambaye alikamatwa, alitekwa hasa na mwenzie um, na agata watu wale kutoka Uganda serikali zao hazikuonekana kuhangaishwa na kilichotokea. Kwa hiyo ni kama walichukulia ni tukio la kawaida. Hakukua na malalamiko rasmi kutoka serikali ya Kenya wala serikali ya Uganda, kwa sababu hizo serikali zenyewe ni kama ziko uh, kinyume, yani ziko against na hao wana harakati uh, kwa hiyo kuna ushirikiano wa namna fulani, na pengine Maria yeye mwenyewe anajua endapo Kenya bado ni salama kwake. Hayo ni maamuzi yake mwenyewe binafsi. Lakini hizi nchi tatu Kenya, Uganda na Tanzania kwa sasa ni kama zipo pamoja katika huu utawala kandamizi. Kwa hiyo hilo ndio lilojiri na kama nilivyosema, hii ni marudio. Uh, habari hii inatokea ina, ina takriban mwaka mmoja baada ya jaribio lililofanyika Januari 12 mwaka 2025, ambapo katika hilo Maria alitekwa na ah, kwa hakika ni mtu mwenye bahati sana, kwa sababu unavyofahamu wao wasiojulikana wakimteka mtu ni nadra huyo mtu kuachiwa, lakini alinusurika katika hilo. Kwa hiyo uh, inaonekana kwamba bado lakini pia licha ya ukweli kwamba kulikuwa na hilo jaribio la Januari moja ya vitu ambavyo Balozi Humphrey Polepole aliviweka hadharani ni kwamba kuna mpango unaoratibiwa na vyombo vya dola, hususan idara ya usalama wa taifa kuwawinda watu sehemu mbalimbali, na kwamba kuna idadi kubwa ya maafisa wa taasisi hiyo wametumwa huku nje ya nchi kwa ajili ya kufuatilia watu na ikiwezekana kuwa dhuru. Kwa hiyo katika hilo la Maria, tunajua kuwa hawa watu hawakwenda kwa nia nzuri, kwa hiyo eidha, kwa mujibu wa maelezo ya hiyo taarifa iliyopatikana kwamba walikuwa nenda kumkamata lakini yumkinika kuhisi pia pengine haikuwa tu kumkamata, labda walikuwa na mpango wa kumteka, au pengine kumzuru. Kwa hiyo yoyote kati ya hayo, inawezekana, lakini hawakuwa na nia nzuri. Kwa hiyo balozi Polepole aliongea kwamba kuna ana taarifa kuwa watu mbalimbali ambao walikuja huku nje kwa lengo la kuja kuandama watu fulani, aidha kuwateka au kuwadhuru na vitu kama hivyo. Baadhi yetu tulikuwa tukiishi maisha kama haya kwa muda mrefu, kwa hiyo sio jambo la kushangaza sana. Um, lakini ni muhimu tofauti ya huko nyuma na sasa ni kwamba kuwa nje au kuwa ndani ya Tanzania kwa kweli hakuna tofauti sana, kwa sababu huku nje wanatuma watu wao kuja kujaribu kufan, kufanya hiko angalau kidogo, kwa sababu taasisi za usalama hapa kama wanajua maisha yako wako hatarini wanachukua tahadhari kwa, kwa hiyo kidogo inasaidia na kwa namna moja au nyingine uh, lakini kwa huko nyumbani changamoto ni kama mnavyosikia kila siku watu wanatekwa. Uh, watu wanapotea, wengine wanakamatwa, hawajulikani wako wapi, wanashikiliwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa hakika hali ni mbaya, na hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinapaswa kumfanya kila Mtanzania naipenda Tanzania kwa dhati kuhakikisha kuwa Samia haendelei kuwepo madarakani, kwa sababu haya anayofanya yeye, yeye ndio anaongoza, yeye ndio anatoa rasmi uh, anatoa ruhusa kwa mujibu wa, ta, wa, wa taratibu. Hakuna operation kama hizi zinazofanyika nje ya nchi, hii ni utaratibu wa muda mrefu kabisa. Hakuna operation inayofanyika nje ya nchi bila kibali kutoka kwa rais. Kwahiyo ukisikia watu wa usalama wa taifa wametaka kwenda kumdhuru mtu nchi fulani, basi rais ameidhinisha kwamba huyu mtu kweli akadhuriki. Kwa hiyo hii, hii operation ile jaribio la kwanza la Januari elfu mbili na ishirini na tano dhidi ya Maria liliidhinishwa na Samia Suluhu Hassan, na hili la sasa ambalo limeripotiwa jana litakuwa naidhinia kwa sababu utaratibu uko hivyo kwa hiyo ni, hilo ni breaking news kutoka huko Kenya, lakini kama unavyosema Maria ameeleza kuwa yupo salama. Habari ya pili kwa kifupi ni kuhusiana na Askofu Josephat Gwajima. Kama unafahamu, ok, uh, Disemba thelathini na moja alishiriki katika mkesha na hii ilikuwa ni mara yake ya kwanza kutokea hadharani baada ya changamoto zilizotokea kwake, uh, alipojitokeza kupinga masuala ya utekaji akatokea uh, marumbano kati ya yeye na Samia Suluhu Hassan na baadaye kanisa lake likafungiwa nchi nzima. Makanisa zaidi ya elfu mbili yalifungiwa na yeye mwenyewe akawa akitoa hotuba hapa na pale, lakini baadaye akawa hajulikani alipo mpaka juzi alipojitokeza. Lakini kabla hilo, Mwigulu Nchemba huyu waziri mkuu wa mpito alitangaza kwamba serikali inayafungulia makanisa ya Gwajima na kwamba hawana kesi naye kun lakini kumbuke, kabla ya hapo ilitangazwa kwamba Gwajima anatafutwa, askofu Gwajima anatafutwa kwa kosa la ugaidi. Uh, kulikuwa na taarifa hizo kwamba walikuwa wanataka kukamatwa pamoja na kina Mheshimiwa Heche, lakini inaelekea kwamba ile kesi imekufa kifo cha asili. Sasa, baada ya askofu Gwajima kujitokeza, watu wengi walikuwa na kiu Uh, kuhusu hasa nini atakachokiongea katika mkesha ule. Labda pengine kwa sababu ilikuwa ni kanisani, kwa hiyo kuna mengi ambayo asingeweza kuongea lakini pia kwa sababu kanisa imetoka toka kufungiwa pengine kuna mengi. Hata hivyo, baadhi ya watu wakati wana furaha ya kumuona kwamba amerudi kanisani walikuwa na matarajio mengi. Moja ya matarajio hayo ni angalau kugusia yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 na kwa waliosikia hotuba yake kwa kweli hakuongelea kuhusu hayo. Zaidi uh, mahubiri aliyotoa yalimhusu yeye mwenyewe Uh, kwamba anaendelea kuwa na msimamo dhidi ya utekaji, lakini ukilinganisha yale aliyokuwa akiongea wakati ule na haya yanayoongea sasa hivi ni kitu tofauti, kwa sababu kulikuwa na criticism pia kwa Askofu Gwajima katika hotuba yake ya mwisho aliyoitoa. Hotuba yake ya mwisho aliitoa siku chache kabla ya maandamano ya Oktoba ishirini na tisa, na watu walitarajia kwamba light angeongelea au angehamasisha ile maandamano, basi huenda angekuwa na baraka zake lakini pia vingine angeweza kupelekea um, kama endorsement ya namna fulani, lakini hakuongelea kuhusu hilo. Pengine ilikuwa ni sababu za kimkakati. Kwa hiyo litarajiwa pia hata katika haya mahubiri ya juzi kwamba labda angeweza kuzungumzia tuna janga hili la watu zaidi ya 10,000 wameuawa kwa mujibu wa taarifa, na watu wanaendelea kutekwa, watu wanaendelea kukamatwa. Ndio amesema kwamba yeye bado anapinga swala la utekaji lakini tone, yani ile jinsi alivyokuwa kiongea pengine haa, Si, hai, hai, akisi hali halisi ilivyo sasa hivi kwa sababu uh, ya pengine wa, kwa upande wanaotetea wanasema kwamba mtu ametoka tu kufungi, kufunguliwa kanisa lake uh, labda na mkakati, kwa sababu amesema kila Jumapili atakuwepo, kwa hiyo pengine si si vema sana kumlaumu mapema kipindi hiki kwa sababu anaweza kutumia nafasi nyingine uko mbele. Kwa hiyo pengine ni swala la kusikiliza je, atafanya tena labda pengine press conference kuzungumzia kwa sababu utekaji unaendelea na kwa hakika umepaka, umepata kasi mpya. Watu wanatekwa ovyo. Uh, yani kwa kimsingi ni kama utawala uliopo madarakani uh, ni kama umepatwa na maruhani kwamba unafanya maamuzi unavyojisikia uh, hata kama si sahihi. Watu wanatekwa sana kiholela na si mwanzoni walikuwa watu wanalengwa watu wanajihusisha na siasa kwa sasa watu wanatekwa ambao hata wengine haijulikani wanatekwa kwa sababu gani kwa sababu pia kuna watu wanatekwa kuhusiana na ushahidi wa yale mauaji yaliyoanza oktoba 29 kwa hiyo baadhi ya watu walitarajia Gwajima angeongea lolote lakini pengine muda tumpe muda uh, labda kuna wakati mwafaka ambao wataongelea kwa hiyo una maoni gani kuhusiana haya karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment asanteni na kwaheri